Watu wanaoadhirika na ugonjwa wa macho wanapoendelea kuongezeka katika kaunti ya Murang'a. Wataalamu wa afya wamepeleka kambi ya matibabu ya bure katika kaunti ya Murang'a. Ikisemekana kuwa shida za macho mara nyingi zaweza kusababishwa na ukosefu wa kudumisha usafi haswa wa kunawa uso ambapo wamesema mara nyingi watoto wasiposhughulikiwa waweza kuadhirika.

Walio na shida kama vile katarakti na shida za macho zinazohitaji upasuaji wakifanikiwa kufanya upasuaji na kupewa nafasi ya kuona tena. Aidha, wasiojisajili katika bima ya afya ya SHA pia wamesajiliwa. Uh, the benefit uh, it is uh, it is helping the community in terms of eye checkup. They are being screened on the uh, eyes. So they are also being screened on the ears. They are screened on uh, noses and uh, throat. So that is the benefit. And they are also being given free operation in case you have any other any other apart from the the, the screening in case you have any other problem there is an operation that is being given for free. free Mejitokeza kwa wingi sana kwa shughuli hii ya kutibiwa. Sasa tunasema kwamba Jambo limekuwa la busara sana na watu wanafurahia, na bado kuna usajili wa shaa unaendelea mahali hapa. Waliopata matibabu kwa upande wao wameonekana wenye shukrani nyingi, kwani kambi hiyo imekuwa ya bure, ambapo wamesema kuwa shughuli yote imekuwa yenye ufanisi, kwani wametibiwa kwa haraka pasi kupoteza muda. Imeandikwa, kampu ya macho ENT iko poa sana, tunatibiwa vizuri vizuri hakuna kuwekwa, hakuna malipo yoyote, unatibua bure, unaenda kuraswa, unatibua bure, hakuna kulipa kitu yoyote na tumefurahia. E, yeah, unaenda Murang'a ndio General Hospital, unaenda unakwa miezi mingi tatu, ina na hasa hiyo, bado uko na mashida yako tu. Sasa hapa ukikuja ni kuku, kutibiwa mara moja, hakuna kuwekwa. Sasa kesho mii nikodheka nitibiwa mapua, hiyo shida yote hii ni kambi ambayo imepeana matibabu ya macho, masikio na koo. Emaculate Karimi, Undugu TV.